Kauli mbiu ya siku ya mwalimu duniani mwaka huu ni walimu wetu fahari yetu. Ndugu mgeni rasmi, siku ya mwalimu duniani kuadhimishwa ili kuheshimu na kutambua mchango muhimu wa mwalimu kwa jamii kwa kuwaelimisha na kuwaandaa wanafunzi katika nyanja mbalimbali na kuandaa vizazi vijavyo siku hii kusherekewa ili kuthamini na kutambua kujitolea kwao, juhudi na jukumu muhimu wanalotokeza to katika ukuaji wa kibinafsi wa mwanafunzi na maendeleo ya kitaifa. Pia tunatumia kukuza utamaduni wa kuheshimu taaluma ya elimu na kuangazia umuhimu wa elimu. Mwalimu ni mzazi, mlezi, mwanga wa mtoto katika taifa letu. Siku ya mwalimu ni muhimu kwa sababu inawaheshimu mwalimu kwa kujitolea kwao kuunda jamii kwa kutoa ujuzi, maadili na ujuzi, kukuza mazingira mazuri ya kujifunza na kuhamisha, na kuhamisha vizazi vijavyo kuwa raia wema, na inawapa motisha walimu kwa kutambua bidii yao na kuimarisha kusudi lao. Mheshimiwa mgeni rasmi. Katika maadhimisho haya ya siku ya mwalimu duniani kumekuwa na ufanisi mkubwa katika nyanja mbalimbali zikiwemo moja kuwakutanisha kwa walimu ma, kutoka maeneo mbalimbali kutoka halmashauri zote za mkoa wa Geita. Hii inachangia kuimarisha umoja na mshikamano katika mkoa. Mbili, kutoa fursa ya kujadili mafanikio na changamoto ili kuzitafutia majibu kwa pamoja. Tatu, kutoa tuzo kwa walimu moja moja kama sehemu ya motisha na kuwatambua kazi inayofanywa na mwalimu. Nne, kutoa tuzo kwa shule zinazofanya vizuri katika nyanja mbalimbali za kielimu hali inayopelekea kufanya vizuri kitaaluma. Tano, kutoa tuzo kwa viongozi kwa usimamizi bora wa elimu katika halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kushukuru ni kuomba tena. Sisi walimu wa mkoa wa Geita tunatumia fursa hii kumshukuru mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hasani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuthamini kada ya walimu. Aidha, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mheshimiwa Samia Suluhu Hasani kwa kuendelea kutoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya shule. Kwa mfano kwa miaka kwa minne mfululizo kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025 mkoa wa Geita umepokea takriban shilingi bilioni 84.3 kwa, kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo vyumba vya madarasa, nyumba za walimu, vyumba vya maabara katika shule za sekondari na vyumba vya tehama katika shule za msingi na sekondari. Mkoa wa Geita, kwa kipindi cha mwaka 2021 hadi 2025, tumejengewa shule mpya 179. Kati ya shule hizo za msingi ni shule 90 na za sekondari ni shule 89. Kati ya shule hizo za sekondari, shule tatu ni za masomo ya mali. Tumejengewa vyumba vya madarasa elfu tatu na 334 kupitia miradi mbalimbali inayotekelezwa katika shule za msingi na sekondari. Aidha, tumetekeleza tumepokea fedha za ujenzi wa miundombinu ya vyoo 4552 ambapo matundu 3196 ni kwa ajili ya shule za msingi na matundu 1356 ni kwa ajili ya shule uh, za sekondari. Ujenzi wa vyumba 103 za nyu, watumishi umeongeza idadi kutoka E, nyumba 2272 kwa mwaka 2021 hadi nyumba 2375 kwa mwaka 2025. Ujenzi wa miundombinu hii umeongeza sana ufanisi wa walimu katika suala zima la ufundishaji na kujifunza. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji, serikali imegawa vifaa vya tehama vituo vya mafunzo ya walimu TRC na shule za sekondari saba na vifaa hivi ni pamoja na projekta, kompyuta mpakato, smartboard na mashine za kurudufia, yaani photocopying machine. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali kwa kutoa kibali cha upandishaji wa madaraja ya kawaida na mserereko walimu. Walimu wa patao 823 walimu wa shule za msingi 614 na sekondari mia mbili na tisa mkoani Geita wamepandishwa madaraja yao ndani ya mwaka wa fedha 2024/2025. Aidha, serikali ilipandisha walimu madaraja kwa wakati na mseleleko kwa walimu waliocheleweshwa. Walimu 5452 wa shule za msingi wamepandishwa madaraja na walimu 265 wa sekondari wamepandishwa madaraja. Katika hatua nyingine, jumla ya walimu 173 wameweza kubadilishiwa miundo ya utumishi wao katika kipindi cha mwaka 2023 2024 ambapo walimu wa shule za msingi 153 na walimu ishirini wa sekondari wamebadilishiwa miundo. Jitihada hizi kubwa zimefanyika na, se, zimefanyika, zimefanyika na serikali eh, kwa ajili ya ustawi wa walimu na kada ya walimu vinaongeza morali ya kazi kwa watumishi na kuendelea kushuhudia ahadi nyingi zinazoahidiwa na serikali zinaendelea kutekelezwa. Sisi kama walimu tunasema asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunapenda kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuja na mbadala wa kutatua changamoto ya upungufu wa walimu katika shule zetu ambapo kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo nchini tumepokea walimu wa kujitolea na mkoa wa Geita tumesha wameisha ripoti walimu 54. Walimu wa hawa wanalipwa na mradi wa Global Partnership in Education in Education Support Program, yani GPE TSP. Aidha, mradi huu pia unashughulika na ujenzi wa nyumba za walimu hasa katika shule zilizopo pembezoni na kwenye mazingira magumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ajira za walimu zimeendelea kutolewa kila mwaka kwa kuzingatia mahitaji na upungufu unaojitokeza ambapo jumla ya walimu elfu sita na mia saba na moja wapya wameajiriwa katika kipindi cha mwaka 2022/2023 kati ya hao walimu mia nne themanini ni wa shule za msingi na walimu 191 walimu walimu ya shule za sekondari. Katika mwaka wa 2024, 2025, serikali imetoa ajira za walimu 700 770 mkoani Geita. Kati ya walimu mia moja na saba wamepangwa katika shule za msingi na walimu 563 wamepangwa katika shule za sekondari kwa masomo ya amali, biashara, kilimo na masomo ya sayansi na hisabati kwenye shule zenye upungufu mkubwa. Pamoja na ajira hizi, tunapenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuboresha sekta ya elimu na kuwaheshimisha walimu na uwalimu. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani hufanyika katika ngazi mbalimbali za kitawala kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifa. Katika maadhimisho ya mwaka 2025, mkoa wa Geita tunaungana na walimu na wadau wote nchini kuadhimisha siku hii kwa lengo la kutekeleza mapendekezo ya ILO na UNESCO kwa kuwatambua na kutoa tuzo kwa walimu mahiri wa shule za msingi na sekondari wa mkoa wa Geita. Tuzo hizi zinatolewa kwa walimu waliofanya vizuri katika ufundishaji umahiri wa kusoma kuandika, kuhesabu yani KK, darasa la kwanza na la pili kwa mwaka 2025 pamoja na walimu mahiri katika ufundishaji wa somo la Kiingereza kwa wanafunzi wa darasa la tatu shule za msingi. Kwa upande wa sekondari, walimu watakaopewa tuzo ni wale walioonyesha ubunifu wa ufundishaji katika masomo ya sayansi na hisabati physics, chemistry, biology na mathematics kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ndugu mgeni rasmi, tuna tunashukuru wadhamini wetu ambao ni CRDB Bank, jembe ni jembe Halmashauri ya Bukombe pamoja na Chama cha Walimu Tanzania kwa kutoa mchango mkubwa katika kufanikisha mazimisho haya kwa niaba ya walimu wa Mkoa wa Geita tunasema asante pia. Kipekee tunashukuru viongozi wa chama na serikali katika mkoa wetu wakiongozwa na mkuu wetu wa mkoa Martin Shigera, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wote katika mkoa wetu kwa kuendelea kutuhudumia na kutu, kututhamini sisi walimu na watumishi wengine wa mkoa wa Geita. Tunasema asante sana viongozi wetu, tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.